Nitasimama juu ya miamba ya taifa langu, nisimulie vizazi maajabu ya Rais wangu. Kilomita tatu nukta mbili nitatembea kwa miguu yangu juu ya ziwa Viktoria ulipo moyo wangu, kwenye mawimbi ya upole yenye sato na sangara, nione sura ya Tanzania iliyo imara, nione moyo wa Samia ulivyogusa kila mahala. najua najua watauliza maajabu hayo yapo wapi? Nami nitawaeleza, tembeleeni Afrika Mashariki na Kati, mkiona daraja refu zaidi ni Kigongo Busisi, na ni moja ya sababu Oktoba tunatiki shwa kutoka masaa tutavuka hata kwa dakika. Hamwoni uchumi wetu unazidi kuimarika? Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda, kote tutafika, na mataifa yatazidi kuunganishwa. Na huyu ndiyo Samia, Jina lake litaishi kwenye mioyo ya Watanzania, kutoka 25 ametuvusha hadi mia, mia, mia asilimia. Asanteni sana kwa kuja, asanteni kwa kuwa nasi, japo zile nyakati tuliishi kwa wasiwasi, mkituvusha hapa Kigongo hadi Busisi kwa masaa mengi mlitubeba kwa uchache. MV Mwanza, Sengerema hata Misungwi, hali ilikuwa tete. Kutoka magari 1500 kwa siku hadi elfu kumi na mbili na zaidi. Rais Samia ameleta kila alichoahidi, na akisema tulipe kodi anatufunza kuthubutu. Ona, kwa fedha za ndani tumelijenga daraja letu na hata wakandarasi wa ndani wamepiga kazi na utu. Haya ni maajabu, maajabu ya Samia. Haya ni maajabu, sitochoka kusimulia maajabu ya Samia.